Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Mheshimiwa Othman Masoud Othman ametoa wito kwa watu kuacha kutumia siasa au dini kama kigezo cha kuyapuuza mambo yanayofanywa na watawala dhidi ya umma, mambo ya unyanyasaji na maonevu katika jamii. Amezungumza hayo alipokuwa akizungumza na waumini katika msikiti baada ya swala. Amesema kwa kwamba dini ya Kiislamu hairuhusu kuunga mkono unyanyasaji, uonevu, mauaji na mambo mengine kadha wa kadha yanayofanywa dhidi ya jamii. Uislamu unahimiza haki na unahimiza kukosoana na kuambiana ukweli pale mtu anapokosea. Mengi zaidi, msikilize mwenyewe anachokisema na ubora wa Uislamu au ubora wa Waislamu ni kwamba linapotokea baya, basi wanawaidhiana wanakatazana, wananyosha, wananyoshana. Ndio msingi wa Uislamu, ndio ubora wa Uislamu, ndio ubora wa umma huu wa mtume wetu. Ubora wake upo linapotokea mwenzenu kafanya baya, basi ubora wetu ni katika ile kumu waidhi kumuonesha hivi sivyo. Sasa mnapokuwa hamna hilo nyinyi wenyewe ndio mjiambie kwamba mm -mm, huku nakopotea unakokwenda siko kama hatukusimama kwenye huo islamu wenyewe haya. Leo tuambia khatibu atakuwa hana maana, kwa sababu ukipotea kwenye uislamu hutarudi tena kutaka kwa Mwenyezi Mungu, utarudi utaona wewe mwenye nguvu ni mwenye madaraka mwenye nguvu utaona ni mwenye cheo, mwenye nguvu utaona ni mwenye nguvu, utaona kwamba ni Mwenyezi Mungu. Mkifika pahala ambapo mka usahau Uislamu, yatatokea mabaya, badala ya kukatazana watatokea wengine watayahalalisha. Sasa mimi nilisema sema hili kwa sababu nayaona kwamba sasa maradhi hayo yanatuingia nchi yetu, eh? Yanaingia kwenye nchi yetu, linatokea baya tena, wale tuliotarajia kwamba ni viongozi wa dini ya Kiislamu, badala ya kusema jamani, hili baya, japo kalifanya mwenzetu, lakini unakuta hamkani katika kulionesha kwamba eh, kulihalalisha na kulipamba lile baya ambalo limetokea, kutaka kulihalalisha na kumwona mbaya anayesema jamani, hili kafanya mwenzetu, lakini hili eh, hili baya, au sivyo? Kwamba hili ni baya, japo kama kafanya mwenzetu, lakini hili baya silo. Mwenyezi Mungu akatufundisha katupa mifano mingi eh? Ahli sabti, watu wa sabti waliofika pahala, baadhi yao wakageuzwa kuwa nyani. Si kwamba kila mmoja katika waliokuwa nyani, si kwa sababu walikuwa na wao, walikwenda kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu, wakenda wakavua siku waliokatazwa kuvua, lakini miongoni mwao ni kwa sababu hawakuliona baya lile ambalo wenzao walilifanya la kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu kwa ujanja, hawakukataza, na sio tu kwamba hakukataza lakini hata kwenye mioyo yao wao hakuliona, kaona ah, hao jamaa wameshakuwa smati, wao badala tumekatazwa Jumamosi kwenda kuvua wao Jumaa ndio wanakwenda kutia nyavu, nasema sie Jumaa ah, ah. Tunakwenda kwa, kwa kamati waenda kuvua Jumapili. Sasa Mwenyezi Mungu mnamfanyia ujanja. Kosa lao lilikuwa, wengine si kwamba kila mtu alifanya yale, lakini tunaambiwa miongoni mwao ni wale ambao hawakulikataza lile la kumfanyia ujanja, kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu wa ujanja. Sasa na mimi naliona hili linakuja huku kwetu pia. Sasa nchi yetu tumefika pahala, ukitaka kuhalalisha haramu litie kwenye siasa. Ukitaka kuhalalisha kuua wewe litie kwenye siasa, utaua na utaambiwa halali na utapata watetezi. Waislamu hao, ukitaka kudhulumu litie kwenye siasa, utadhulumu na utapata watetezi wa dhulma. Ukitaka kusema uongo, litie kwenye siasa, utapata watu watetezi wa uongo wako. Ukitaka kughushi, ghushi kwenye, litie kwenye siasa, utapata watetezi wa kutetea ghushi yako. Jamani, Uislamu ni dhima, Uislamu ni utukufu. Mimi niwaombe sana ndugu zangu, tunakopelekwa tukatae, tunakopelekwa tukatae. Kama Waislamu tusitetee rushi, tusitetee dhulma, tusitetee kuua watu tusi, kwa sababu tukumetiwa kwenye siasa, huko ni kubaya, huko ni kukupamba, sawa sawa na walivyopamba wale watu aliowaonya Nabii Ayub, Watu wa sabsi sisi, baada ya mitihani yote hii, tulikuja tulipita sehemu mbalimbali, tukawaambia ndugu zetu, sisi tumechagua kutafuta suluhisho yaliyopita kwa njia ya amani, kwa njia ya hekima. Najua wengi mnakaa mnasubiri, jamani, mbona kimya? Eh, mbona hatusikii kitu? Kuna wengine wakitaka kuchokoza, wanatunga yao Eh, ili mpate tu mseme eh. Lakini ndio wewe unaambia, ukikabidhiwa upishi, uwezi kwamba kila ukishakupika ukishakutia chumvi unakuja unamwambia bwana tayari nishatia chumvi, au sivyo? Sasa hivi wengine ushakwenda kutia bizari, urudi ndio ukaseme kwanza, jamani nishatia bizari huko jikoni eh, si unasubiri upishi angalau ufike pahala kwamba jama, saizi tushapambia